Nje ya dimba la Benjamin Mkapa uh... Kama ulidhani mashabiki hawatokuwepo basi umejidanganya. Mashabiki wa ubaya ubwela pia wapo nje ya dimba la Benjamin Mkapa, licha ya timu yao kutoa ile statement ya kwamba hawatoileta timu leo katika dabi ya Kariakoo. Naitwa Jadu, na hapa nizungumze na mashabiki wa ubaya ubwela kwa maana ya Lunyasi, Simba Sports Club. Uko sawa sawa? Asante, niko sawasawa, unaongea na mzee wa kibuyu kutoka Simiu. Kwa jina naitwa Abdalah Hamisi, natoka kijiji cha na Sangamalugesha, kata ya Sangamalugesha, wilaya Mkoa wa Simiyu. Mkoa wa Simiyu. Nimekuja Nimekuja Dar es Salaam. Dar es Salaam. Huko. Hii taarifa ya ya jana ile ya Simba kwamba bwana hatuchezi imekukuta huko huko, eh? Taarifa taarifa imenikuta huko. Umepokeaje? Hii taarifa nimepokea vizuri naungana na, na viongozi wangu ha? Maamuzi wanayoona sababu, tunafuata kanuni na sheria, kanuni na sheria inasema kwamba wachezaji wa watatakiwa wafanye mazoezi siku ya mwisho. Kwa hiyo tumefika muda mwafaka saa moja, tumefika hapa wachezaji wamefika hapa hapa wamezuiwa kufanya mazoezi, na mechi leo inachezwa saa moja na nusu, kwa hiyo tuko ndani ya sheria na kanuni Sa dabi inakukuta upo hapa Dar es Salaam kutoka Simiyu, hauitazami? Kama manake, hautoitazama, umekula nauli, haikuumi hiyo? ainiumizi <coughs> Ndio maana ya kuwa mwanashabiki mwanachama halisi. <coughs> Ume, ume, umechoma nauli, tukachagua viongozi wanaoisimamia klabu kwa matakwa ya klabu, kwa maslahi ya klabu, sio kwa maslahi ya masla yangu kutoka Simiyu. Kwa hiyo chochote kinachokuja viongozi wakikiona naungana nao mkono. <coughs> <coughs> <Hey. coughs> Yani viongozi walivyoamua wa Simba sawa. Yeah. Wakiamua sasa hivi tumefanya ridhaa, tumekubaliana kwamba turudi, tunakubali. Wametushinda mara nne mechi nne mfululizo. Hii ilikuwa ya leo ya tano. Kitu gani kilichowatia waoga? Sisi tunaweza hata kila mchezaji angekuja na basi moja moja, akafanya mazoezi blandi kubwa hiyo. Sasa kitu gani kilichowatia hofu? Wameogopa, wameona wazee wa Simba wamekuja kuangalia kuongelea vijanao mazoezi, wakajua kwamba mbinu za kishirikina ndio alicho kalili. Wameogopa wazee, wameogopa hey, wazee uh, hey. Wazee wa Simba, wameogopa wazee wa Simba. Wamechungulia tu wakajua wanaingia kwenye tundu la sindano, sasa wakaona kuepukana nao, waanze vurugu kama hizi. Sasa na sisi tunafuata sheria na kanuni na taratibu. Inchi inaongozwa kwa kanuni na sheria na taratibu, ndio maana hata mama Samia amekaa pale kwa ajili ya sheria na kanuni na taratibu. kama sio kanuni, mara mama Samia asingekuwa rais, lakini sheria na kanuni imemweka pale. Sasa tunasema hivi, ubaya ubwela sisi hatumi kwenye mpira kuna kitu kinaitwa retaliation, yaani mimi nikikupiga kiwiko, ukienda chini, ukiamka usinipige tena, subiri refu anipe kadi hasa, kama kanuni pale ameivunja. Kwa nini na yeye mvunje kanuni? Ndio, ndio hapo watu wanapojiuliza sasa, yeye balance namna gani? Hao walitakiwa wa balance waangalie game. Simba na Yanga ndio Tanzania, Simba na Yanga ndio Tanzania, Simba na Yanga ndio professional hapa. Timu moja kianguka tu hapa hakuna mpira tena Tanzania. Na sisi ni brandi kubwa, sio kwamba tunalia. Benjamin Mkapa kuna ni uwanja wa national. Ahali wanaitaka Simba iende kacheze ligi kule, na sisi mashabiki yeah, tuko tayari. Timu yetu wakiamua viongozi kwamba ligi ya tanzania tunajitoa tunajiunga, sema yote washabiki yeah, tunakwenda. Ah wanawe wana kwenda Egypt, unaenda Nakwenda nakwenda kabisa. Kutoka Simiu kuja Dar. Sasa sikuumia matokeo yaliyotolewa na viongozi wangu, ningewalani no. Kwa kumalizia, naomba waliangalia, ili hili la Yanga sio la kwanza leo, ni mara ya pili. Waangalie, mpira ndio utamaduni wetu Tanzania. Ukisikia amani na utulivu ni shauri ya mpira wa Simba na Yanga. Leo Simba na Yanga ikiwa hapa hamna, hamna utulivu. Umeelewa? Na leo tunasaidiwa, nchi yetu ni amani, lakini ingekuwa ni Rwanda sasa hivi hapa mabomu yangekuwa na lizima, lakini sisi tuna amani. Tunaridhia washabiki viongozi wetu walivyosema kwamba hatutaleta timu, na sisi tunaambia tuko nyuma yenu. Mtakachokiamua viongozi wangu, tuko pamoja na nyinyi. Asante.